Hospitali ya mkoa ambapo e, kubwa zetu tunaangazia e, ajali iliyotokea e, hivi majuzi ambayo ilihusisha e, gari ya hiace. Majina anaitwa Ismail Macha ni mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Sumbawanga. Lakini kwa sasa asubuhi, taarifa tulionayo katika watu ishirini na moja tumebakia na watu kumi na saba Katika hao watu kumi na saba wagonjwa wanne waliruhusiwa ambao tulikuwa nao tangu Jumamosi wameruhusiwa sababu hali zao zimeendelea vizuri. Katika watu ishirini na moja tulikuwa tumepata watu watatu walikuwa na majeraha makubwa sana na walikuwa kwa ICU. Katika watu watatu, watu wawili tunatarajia baada ya review ya asubuhi hii inawezekana wakatoka ICU wakarudi kwenye wodi za kawaida, kuwa tukabakia na mtu mmoja tu aliokuwa ICU, lakini tulipata Uh, vifo vinne ambao vilitokea kwenye eneo la tukio na watu wawili wa ziada walifariki baada ya kufika hospitali, lakini baada ya hapo hakuna kifo chochote kilichoongezeka mpaka sasa hivi asubuhi Ma, majeruhi wengine wako katika wodi mbalimbali na wanaendelea mbali mbali, na tiba mbalimbali na tunatarajia inawezekana kuna wengine ambao itabidi tuwasafirishe kutoka Sumbawanga waende Mbeya kwa ajili ya tiba za ziada ambazo watazitaji. Ni watu wangapi ambao mnatarajia kuwasafirisha? Kwa sasa hivi sijafahamu ni wangapi watasafirishwa, inatakiwa madaktari watakapopita asubuhi hii ndio watajitamani kama kuna watu watatakiwa kuondoka. Kwasabu, kwa sababu kwa hospitali yetu kwa bahati mbaya hatuna daktari bingwa wa mifupa. Kuna watu ambao watahitaji kupata huduma ya daktari bingwa wa mifupa, ambao ndio tunataka wakaipate Mbeya. Tembea uh, tukirudi pengine katika swala lile la vifo, mwanzo tulikuwa na vifo sita, pengine mpaka sasa vimefikia vingapi? vifo havijaongezeka, vifo ni vile vile, kwa majeruhi wote, kwa bahati nzuri mpaka sasa hivi wako hai na wanaendelea na matibabu okay. Ngede ni kwa huduma. Asante sana. Lakini, tukifika hospitali ya mkoa wengi wanachanganya hospitali ya rufaa, ya rufaa rufaa hospitali hospitali ya ya ya mkoa mkoa, pengine tofauti yake kubwa iko wapi? Jina halisi ni hospitali ya rufaa ya mkoa. Kwa sasa hivi huduma za afya zilivyopangwa, kila mkoa una hospitali ya rufaa kwa ngazi ya mkoa, alafu kuna ngazi ya kanda, alafu kuna ngazi ya taifa kwa sisi ni hospitali ya rufaa ngazi ya mkoa, alafu tukienda Mbeya kuna ngazi ya kanda, alafu tukienda Muhimbili kuna ngazi ya taifa. Pengine uh, mwananchi akifika hapa ni huduma gani ambazo anaweza kuzipata kwa urahisi zaidi? Huduma nyingi zinapatikana. Nikiongelea kwenye ngazi ya ubingwa, kuna huduma kama sita tano zinatolewa na moja tunatarajia kuianza ndani ya muda mfupi ujao tunasubiria vifaa. Huduma ya kibingwa ya, ko, ya, ya masikio pua na koo, tunatarajia ndani ya muda mfupi tutaanza kuitoa. Tulikuwa tuna changamoto kidogo ya vifaa, lakini tunatarajia ndani ya wiki moja mpaka mbili tutakuwa tumepata. Lakini huduma laki za kinamama za kibingwa, huduma za upasuaji za kibingwa, huduma za magonjwa ndani za kibingwa, zote so, zinapatikana katika hospitali ya rufaa mkoa wa Sumbawanga. Nakushukuru sana, asante sana, na mtazamaji wa ITV. Yeah, na mtazamaji wa, habari za saa ni dokta ambaye ni mganga mkuu wa Hospitali ya Rufaa e, hapa mkoa wa Sumbawanga hapa katika manispaa ya Sumbawanga mkoa ni Rukwa tukizungumzia zaidi kuhusiana na ajali